Je, watoto wanahitaji endoskopi? Hivyo hata watoto wana matatizo fulani ndani ya matumbo yao yanayohitaji kuangalia ndani ili kuona kinachoendelea. Kwa ndani kuna idadi ya hali katika gastroenterolojia ya watoto ambazo ni tofauti na za watu wazima. Na vifaa vinavyotumika kwa watoto wakati mwingine ni vidogo sana kuliko vinavyotumika kwa endoskopi za watu wazima. Endoskopi za watoto hufanywa chini ya usingizi wa dawa ambayo inamaanisha unamfanya mtoto awe mtulivu kidogo, tofauti na watu wazima ambao huwa macho. Kwa hivyo inaweza kuwa ya kutisha sana kwa mtoto, sivyo, kupitia endoskopi akiwa macho. Hivyo watoto hulazwa kwa kuwapa dawa za usingizi za kuvuta hewa kidogo. Wanaenda kulala, wametulia. Mgonjwa anafurahi, wazazi wanafurahi na mtaalamu wa utaratibu pia anafurahi sana, ili kugundua matatizo muhimu ambayo wakati mwingine watoto wanakumbana nayo. Wanakuja na nini? Wakati mwingine wanatapika damu, wakati mwingine watoto wana maumivu makali ya tumbo ambayo yanahitaji uchunguzi. Na watoto wakiwa watoto, wanameza aina zote za vitu vya kigeni. Wakati mwingine wanameza betri, wanameza skrubu, wanameza misumari na wanameza Sumaku. Kwa hivyo wakati mwingine, endoskopi ya watoto ni hali halisi na inahitaji kufanywa mara kwa mara ili kusaidia watoto. Na unajua ni umri gani mdogo zaidi ambapo unaweza kufanya endoskopi ya watoto? Ndiyo, hata watoto wachanga ambao wana umri wa siku kumi tu wenye uzito wa takriban kilo mbili wanaweza kufanyiwa endoskopi ya watoto kwa usalama ikiwa una vifaa vya endoskopi vinavyohitajika na utaalamu.